Tufikisheni hapo. So guys, leo tumeweza kufika Mukuru kwa Ruben tunataka kuuliza watu maswali kuhusu kama vile ilivyokuwa maandamano hapo juzi. Acha tufike pale hivi tuweze kusikia maoni yao so, naitwa Henry Bizeki. Ah, tangu maandamano, imekuwa biashara imepotea, lakini hali ya kawaida imerejea, tunashukuru, na hatutaki tena maandamano sisi, tunataka kufanya kazi. Wale wanafanya maandamano, labda wako na ajenda tofauti na ile, wanataka kuanguza uchumi, hatutaki kitu kama hiyi. Kama wanataka kubadilisha uongozi, waongoje mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Okay. Mzuri sana kwa jina, unaitwa nani? Mimi naitwa Joel. so, leo unaweza kutuambia tangu maandamano, kwa nini imeweza kufanyika? Juzi maandamano ilikuwa mzuri sana hapa, sio kuwa mbaya sana, hata maandamano yenyewe hayakuwa, lakini ilikuwa usalama mzuri ah, hakuna watu ambao waliweza kuja na kuleta vurugu hapa. hakuna mtu mwenye alileta vurugu. eh, wale ambao wamepanga mpango, kama unaweza waambia nini? Wale ambao wanataka kuvuruga vitu za watu eh. Ungeweza kuambia nini wasifuruke wa, wa hiyo viti ya watu eh? yeah. okay, eh. Niko fiti... Kwa majina mimi naitwa mimi naitwa Idris, yeah. Eh, Idris Nyanje hapa ndio mtaa yeah. uh. Yeah, umesema inaitwa nini hapa? ni mtaa wa Makadara. Hii ni eneo wodi ya Viwandani. Sasa hapa insecurity huwa ikoaje hapa? Insecurity pia kulingana na vile tunaweza sema iko vile sawa, juu pia watu lalamika saa zingine, wanasema wanaporwa hapa kwa barabara, alafu unapata tuko na mataa hapa hivi kwa shule zile zinafaa kuwaka. Sasa tunataka hizo mataa pia zikiwaka pia zitachangia kutakuwa na mwangaza vile na pia kuna wanabiashara pia wanafanya biashara hapa hivi, na no mama zetu pia na tuko na vijana pia hapa hivi wanafanya biashara, pia hiyo mwangaza itawasaidia kwa biashara, na pia hali ya usalama pia itaimarika, itakuwa fiti. Kwa, yeah. Kwa maoni yako nini, ungependa muweze kusaidiwa kama wakazi wa hapa? sisi kama wakazi wa hapa hivi kenye tunaweza penda tu, jambo la kwanza ni hiyo mwangaza na mandhari na usafi pia ikuwe fiti tu. E, pande ya usafi tumeona juzi vijana wamejitokeza hii mtaa, ukiangalia ilikuwa ni takataka, ilikuwa imejaa hapo hivo. Sasa na hiyo takataka, unaona wameng'arisha, ni kusafi Pande ya mazingira tunaona vijana hata wanafanya fiti hiyo sasa. Pia jambo inaweza pia wapiga boost hiyo mwangaza iwake, alafu pia tunaona mama zetu pia na vijana zetu ndugu zetu watafanya biashara pia kukiwa na mwangaza na itasaidia hiyo. Ah, mimi naitwa Ramarau. Haya, nimetoka pande nyingine, anaitwa Ramadhan, jina ya kitambulisho lakini jina ya eria naitwa Ramarau. Nilikuwa naomba wenyewe wasio tuweke security, unaona hapo hivi kwa daraja hapa, watu watuweke security hata kama ni late moja, au vijana wetu pia waweze kufanya kazi hapa. Tunaona tu pia tuko na vijana wadogo hapa, pia ni watakuja pia wao wasaidie kusafisha hii mandhari yetu. Hii mandhari yetu ni maana iko na uchafu mingi sana, ka naomba tu sana Unaona, watu wa wans wakuja tu watusaidie kusafisha hapa siku hizi, na wanajaribu kukuja, lakini wakuja watusaidie, hawajafika huko, hawanafikanga. Lakini mara mingi sana unapata kama sasa hivi ukiangalia kuna uchafu, sio? Unaona tu pia kuna uchafu, na ile pesa wanalipwa pia ile pesa wanalipwa, wanafaa wafanye venye inafaa. Unaona, kama ni pesa ya uchafu, kurokote uchafu, kurokote uchafu yote hapo hivi. Huwezi pika mahali ama huwezi fanya kitu kama hakuna usafi, lazima kuwe na usafi ndio watu. Ukifanya hii biashara, makastoma wanaweza simama. Mandugu zetu pia wako hapa, lazima wafanye shughuli yao mbili tatu, na watu weke tu security moja hapa. Tulikuwa tunaomba serikali kama wanaweza tupe hiyo chance pia watu weke hata security moja hapa ama ataka sheda hapa hivi ikiwekwata sheda hapa mbele ya hii wawezileta shida, tulikuwa tunaomba tu sana sana serikali, tulikuwa tunaomba serikali sana eh, si ni vijana wa huko hivyo chini site, wana mara moja wanitangwa, wana mara moja au kiwaambia kitu hata kama ni shughuli sahihi ya kufanya kitu. MC wenu ni nani? MC wetu ni Runi, eh, eh, viwandani ward, MC wetu ni Runi, eh, lakini tulikua tuna, tulikua tunaomba sana arudi lakini kuna watu wako na challenge mingi, kuna unaona challenge mingi, ziko challenge mingi. Kuna watu kuna wameanza siasa sahii mapema, wacha tumpe time, anaweza maliza hiyo miaka zake mbili na ujui nini, anaweza fanya hivi. Tumefanya kusafisha mazingira ikakua ni safi, ni kungang'ana tu hiyo kidogo, unapata una bana unaendelea, hata familia na katu fiti yeah. Kuna kama hii ama ituni nafu, kuna njumu kama hii tunafanya kufanya tu na bei poa ya mtaani tu wenye nile, tunasema tumesafia tu mazingira, taututeke kabisa hapa. So hata kama ni size mpate po watu wenye. in case mtu anataka, anakupata wapi? unafanya delivery eh? Bado tunafanya delivery, ukiona contact yangu, contact yangu ni 031 644 400 eh. Ndiko hapa Lunga Lunga hapa 71 bana, ndo mtaani. Ikiwa kuna msee anataka mzigo, ndio hivyo. Hata kama hii naona iko sawa Neza, unazidi tu hapa, mba ni safi safi bana. Unazidi tu hapa tu wenyewe, area tume promo tume promo ati tumetoa uchafu hapa, to ilikuwa ni dumping, tukasafisha bana, na ilikuwa ni charity bana. To damu tu ni charity bana. Alafu sasa hata hio tumekalia kabisa hapa. So hata ningekuwa hata kama ni mheshimiwa mmoja, hata kama ni oruni, bado ile pande kuna mtaro, tunafaa tunasafisha ule. Sasa tools ndio noma yenyewe, tunafanya tu charity. Sasa yenyewe katubaya hata kama ni tools, ma wheelbarrow maspeed si tafanya mboka bana, mtu mmoja anaweza sema tagaramika tu mazingira ikae tu safi. Bana, hadi kuna nyingine hadi hapa za a tu na mazingira ikae tu iko tu safi bana, inafaa watu, watafute mali mazingira kwetu safi, a tuseme tu hivo, ni kikomba. yeah, yeah. yeah. yeah. yeah, mtaani yeah. yeah. yeah, yeah. Kikuja madhee kijana mzee yeah, pia yeah. Wanafanya biznes kama yeah. Mko naye kampuni ni yetu yeah, sasa tukiwa yeah. yeah. Hivi hiv yeah. yeah. Sonapo kikuja na mjuni hadi newborn yeah. Lazima watu wang'are wenyewe wafanane yeah. Na mazingira tunacheki sinacheki yeah. yeah. yeah. Bana tunaamua sasa, hii ni clean generation yani Green generation, lakini sio najua ni kwa ajili ya usafi alafu yeah. pia vijana wasikaekae bure ama tukae bure tukiwa hapa yeah. No, eh, no, naona ni bure lakini si bure sindio? uh, vijana... kuna vijana wanatazama pale na hawana yeah. kazi, yote, ungependa kuambia nini... yeah. Vijana, mimi ningependa kuambia yenyewe kazi, kazi iko kazi ni ujipatie yeah. usiombe kazi ujitafutie uh, jitafutie natembetembe kutafuta yeah kuna hizi mamtara za huko mtaani ki clean clean tu mtaani, pia kuna kwa gana garbage collection pigio garbage collection hapo hivyo, by the end of the week unajipata uko na kitu kidogo, unaelekea hata shughuli kama hii. Ule mseko unayo tuko na mapicha zile, tukitoa tukitoa hiyo takataka hapa hivi neneo, neneo. Uh, wacha tutumia kuna chama wajaingia bado uh, ile kitu tunasema vijana wasije wakasema ati hakuna kazi kazi ziko, anza kuokota taka kwa mtaa hapo, hiyo mtaa yenyu hapo hivo, unaona. Kwa hivyo na ukianza kuokota hiyo takataka utapata katika mtaa hiyo, hata ukifanya kivoluntary work, lazima community give back, juu kama sisi vile tulitoa taka hii mtaa hivi, community imekubali ku give back. Si tumesema hapa hivi, tunaweza weka hii biashara yetu ya viatu hapa hivi? Ni viatu vya mtumba hapa hivi, unapata siku hizi mtu akosi kwenda na pesa ya sukuma mtu kwa nyumba, mtu anaenda na pesa ya sukuma. Unaona, kwa hivyo vijana waseme ati hakuna kazi yo, watu wanasema hakuna kazi na kazi unapata mitaa, kuna taka na hiyo taka tayari ni mazingira na hiyo ni pesa hiyo, si taka tena. Siku hizi vitu ni mingi za kufanya, unaona kwa hivyo tunasema vijana tuamke, wasiangalie tu na kusema vitu ambazo hazifai e, juu kitu kama ya sahizi, mi sitasema nimesoma, lakini unaona kama tulitoa ile takataka hapa hivi, sikosi mia tatu kwa siku, juu atukosi mteja hapa hivi. Viatu tunanunua kikomba na tunaleta tunauza, tukiwa hapa hivi watu kumi na moja, tunapata tu ile kidogo, na mtu anashukuru na ndio hivyo hivyo, tuko na matumaini, kuanzia hapa hivi itakuwa ni boutique hapo mbeleni. Sahizi hivi ni viatu, na ukiviona hivyo, si tuko na matumaini itakuwa ni boutique, juu tumeiona tayari inang'aa.